Idha wujida ma yaktadhi dhalika. Haya mambo muulama anajitahidi pale ambapo sababu inapokuwa imetokea. Kwa mfano kwa sasa, mashaka wangu, kuna mambo ambayo zamani hayakuwepo. Tunaambiwa sasa hivi katika baadhi ya nchi kuna benki za, za, za maziwa, yaani wanawake wanaenda wanakamua maziwa wanaweka. Kuna benki za damu, watu wanaenda kujitolea damu kwenye mahospitali. Hapo maulamaa wanaita hukumu nini? Hukumu ya mtu kujitolea damu. Kuna abnau au auladu au atfalu lanabibu, wale watoto ambao wanazalishwa kwenye chupa, au mtu labda hana uwezo wa kuweza kutungisha e, mimba katika nani, katika kizazi cha mke wake, tunafanyaje? Haya mambo zama za Mtume saalla salam huhauja kuwepo, wanakuja sasa, maulama wanajitahidi, wanatoa hukumu. Haya ni mambo ambayo yanaitwa fhunna wazilkatuka lugha sheria, ni mambo mapya ambayo yanazuka maulamaa waneetolia hukumu, kwa sababu zama za mtume hayaja kweta ilivo eiwala. Hibu tuwache mambo ya kwenda kulia kwenda kushoto, siratu llahi aza wajala waid, njia ya Allah subhanahu taala ni moja. Ukienda kulia unaenda babaye, ukielekea kushoto unaenda babaye. Njia ya Allah ni moja. Alquran uwa sunna wa fahamu salafi salih. Ni Qur'an ni sunna, ufahamu waweme waliotangulia. Sherehe ya kusherekea nusu katika usiku wa mwezi wa Shaabani, maswahaba hiyo ibada hawajaifanye, na wao wametuambia kwamba kile ambacho hawakifanya sisi tusifanye. Kwa hiyo hata hii haturuhusiwi kufanya.